Kufuatia kusambaa kwa video mtandaoni zikionyesha mwenyekiti wa CHADEMA taifa wakili Tundu Lissu kukamatwa na jeshi la polisi baada ya mkutano wa hadhara uliofanyika Mbinga mkoani Ruvuma, rais wa TLS Bonifasi Mwabukusi amechapisha andiko kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter, likisomeka kama ifuatavyo: tunafuatilia kujua nini kimejiri na kwa nini nguvu kubwa kiasi kile ikatumika eneo ambalo CHADEMA na wananchi walikuwa wakitumia haki yao ya kujumuika kwa kufuata sheria. Nguvu iliyotumiwa na polisi dhidi ya raia wasiokuwa na silaha yoyote, sio tu matumizi mabaya ya sheria, bali ni hali inayoashiria kutowajibika na kukosekana kwa ustahamilivu wa kisiasa katika taifa letu. Kulikuwa na namna nyingi za kiweledi ambazo zingeweza kufanyika bila rapsha wala risasi au mabomu ya machozi. Tundu Lissu sio tu kwamba ni mwanachama au kiongozi wa chama kikuu cha upinzani, huyo pia ni mwanachama hai wa TLS na ana haki ya kutendewa kwa mujibu wa sheria. Jeshi la polisi litoke na kutueleza sababu za kutumia nguvu dhidi ya raia na kwamba Tundu Lissu anashikiliwa kwa kosa gani. Tunafuatilia na kutafakari kuhusu jambo hili, ameandika Boniface hata hivyo, taarifa iliyotolewa na CHADEMA kupitia mtandao wa X juu ya kukamatwa kwa kiongozi wao huyo, sehemu ya taarifa hiyo imesema kwamba hawajui sababu zilizopelekea kukamatwa kwa kiongozi huyo wa chama. Kwa upande wa jeshi la polisi linalomshikilia Tundu Lissu, hawajatoa taarifa yoyote mpaka sasa kutokana na tukio hilo. Ikumbukwe Tundu Lissu licha ya kuwa mwenyekiti wa CHADEMA pia ni mwanachama hai wa TLS mwenye roll namba 945 na aliwahi kuwa rais wa TLS mwaka 2017. Hii ni Wakili TV na mimi ni Rose Kiswedi. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube channel.